Mpenzi mtazamaji wa channel yaitwa Triple A TV. Ah, mimi hapa mtazamaji, mtangazaji wenu pendwa kabisa ah, naitwa Triple A TV katika kutoka katika channel ya Triple hiyo. Naamini kila mtu atakuwa kanielewa hapo, na siku ya leo nataka kuwarekebisheni kitu kimoja ambacho kinawatatiza sana katika jamii yenu. Jambo ambalo linawatatiza sana katika jamii yenu kwa sasa ambalo watu wengi sana wametamani kulijua ni jinsi ya kuweka password katika wifi yako ama jinsi ya kuilinda wifi yako, kwa sababu watu wengi sana wameshalizwa na jamii, watu wengi sana wameteseka. Na ukiingia mtandaoni, kuna app mbalimbali ambazo mtu anaweza akazitumia ili kutumia bando lako wewe kutoka katika wifi yako, lakini mimi leo nita kuelekeza njia pendwa kabisa ya kuprotect ya kusecure simu yako kutokana na tatizo hilo la kuibiwa MB zako, kuibiwa GB zako katika simu yako na tatizo hilo nitawarekebisheni kama ifuatavyo. Kwa hiyo hii nitawaelekezeni njia ya kuilinda simu yako ama kuilinda wi-fi yako kwa kuwekea password. Kitu cha kwanza ambacho unachotakiwa kukifanya ni kwenda katika simu yako, utakuja katika simu yako kama hivyo unavyoona hapo. Sisi tushaingia katika simu yetu, mafaili kama hivyo yanavyoonekana. Kwa hapo tunachotakiwa kufanya kitu kikubwa ni kushusha hapa juu hapa ya, ukishashusha hapa juu hapa utakuja sehemu iliyoandikwa hotspot utakuja sehemu iliyoandikwa hot spot, utaishikilia sehemu iliyoandikwa hot spot kama hivi unavyoona. Ukishikilia sehemu iliyoandikwa hot spot, hapo utakuja sehemu iliyoandikwa hot spot setting, yani kwamba unaenda kuiset hot spot yako sasa ya yeah. Utakuja sehemu iliyoandikwa hot spot setting, utaibonyeza hii sehemu iliyoandikwa hot spot setting, hapo utaibonyeza. Ukishaibonyeza okay, utakuta sehemu ya kwanza imeandikwa name, yani kwamba wanamaanisha jina lakini sehemu ya pili imeandikwa security, eh, alafu sehemu ya tatu imeandikwa AP band. Kwa hiyo sisi hapo tunatoka ukifanya kudili na sehemu iliandikwa security. Ukija sehemu iliandikwa name, hapo haina maana sana, kwa sababu sehemu iliandikwa name hiyo itakuletea jina la simu yako. Kwa hiyo sisi shida yetu sio kubadilisha jina la simu yetu, ila pia ukitaka kubadilisha jina la simu yako, ni njia pendwa kabisa ambayo unaweza kuitumia kuitumia kubadilisha jina la simu yako, lakini sisi tunataka kudili leo hii na sehemu ya security O, semu semu abu, ita wako, CWPA2, personu, aptinu, kwa itakuja hapa sehemu inaandikwa security. Ukishakuja sehemu inaandikwa security hapo itakuja kama hivi unavyoona, kuna maneno hapo yataandikiwa CWPA2 personal lakini utaandikiwa none. Kwamba sisi hapo tukiangalia katika simu yetu hivi sasa imewekewa katika sehemu inaandikwa none, tukija katika mambo yetu ya kutafsiri none, kwamba inamaanisha simu yetu hii haina password ama haina lock. Kwa hiyo wapo ili simu yetu sasa kuiweka lock tutatakiwa kubonyeza hiyo sehemu iliandikwa WPA2 personal. Sijui umeelewa mpaka hapo. Ukija WPA2 personal utaibonyeza hapo pap. Ukishaibonyeza utaona iko kidude cha kijani hapo kimeama. Kisha utabonyeza OK. Ya ukishabonyeza OK hapo utaona kama hivi sasa ili kujua kama simu yako kweli imekaa password. Utakuja katika simu yako hapa. Ile sehemu ambayo mara ya kwanza tulikuwa tumeiona kabisa imeandikwa security, halafu chini tukaona imeandikwa nani? Sasa hivi hapo tunaiona imeandikwa password. Yeah, imeandikwa password kwamba ili password zako zijue utabonyeza hapo. Password zako ndio hizo hapo. Hivyo kama unavyoziona hapo hizo ndio password za, za simu yako. Kwa hiyo mtu yeyote ili atake kuingia katika wifi yako itamlazimu aandike password hizo. E, bila kuzijua password hizi basi hawezi akaingia katika wifi yako na kuanza kudukua mambo yako ama kuanza kutumia bando lako bila mpango wowote na katuwe ndio unaitoa hela na kulipia katika matumizi yako ya bando. Sasa kwa mfano password hii uitaki uielewi. Eh, password hii hapa hii uliwekea uitaki hauielewi kiufupi. Kwa password hapo unachotaka kufanya utaifuta hiyo password. Utaifuta hiyo password hapo uliwekea utaifuta kama hivi. Ukishaifuta kama hivi utachagua sasa password na uielewa. Cha kuzingatia password maneno yako yasiwe, maneno yako yasiwe nane kushuka chini. Yaani maneno yako nianze nane kwenda juu ila yasiwe chini hapo kwa sababu yakiwa chini hapo, haiwezi ikasupport password hiyo, ya password haiwezi ikasupport. Kwa mimi hapa, kama unavyoona hapa, nitajaribu kuandika password yangu, nitaandika kama hivi hapa, password yangu eh, nitaandika kama hivi unavyoona hivi, nitaandika password yangu hapa, nitaandika password yangu kama hivi ya, ukihesabu maneno yangu mimi hapo ya ya kama tisa na kuendelea hivi. Sasa, wewe itabidi uweke maneno tisa na kuendelea, useke maneno pungufu zaidi ya hapo, ila ingekuwa ni vizuri zaidi kwa changanya changanya namba, herufi na kadhalika, ili kwamba hata mtu atakapokuja kukubadilisha, anajua bado unaitwa Mahamudu. Akija akiandika jina lako hapo Mahamudu, anakuta haitoki, kwa sababu labda Mahamudu katikati umechanganya changanya namba. vigumu ky chakuzingatia chaku kingine kwamba ukahili password yako unavyoiandika, kwa sababu ukianza na herufi ndogo, hivyo hivyo na herufi ndogo, basi tabidi password uianze hivyo hivyo na herufi ndogo. Ukianza na herufi kubwa, basi uendelee hivyo hivyo na herufi kubwa, utaki kukosea. Hiyo ndio cha kuzingatia. Kwa mpaka hapa tulishakuja mpaka hapa kwamba simu yetu ilishafanikiwa kuweka password, ila cha msingi tu ni kubadilisha password kama hivyo, kama mtu password uitake. Na hiko ndio kitu ambacho nilichoandaleni kwa siku ya leo. Tafadhali usisahau kusubscribe channel yangu ya Tripple A TV. Ndugu mpenzi mtazamaji, nashukuru sana kwa kunifuatilia.